Nam mtazamaji wa, mtaza wa Trend TV bwana Harmonize Konde Boy, ameamua kutangaza rasmi kabisa kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story ameweka taarifa kwamba ana mpango mpya kabisa hivi karibuni, na mpango huo bwana ameuelezea ye mwenyewe kupitia video ambayo amejirekodi kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuiposti katika Insta story. Uh, kwa mujibu wa Harmonize Konde Boy, bwana hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story ameandika kwamba can you do 30 days with me starting tomorrow November 30 till December 30 let's go on a good uh, on God next year we are going to have Konde Boy Marathon keep it fit and donation to those who really need support. Yaani, hapa bwana, alichokuwa nakimaanisha Harmonize ni kwamba tunaweza tuka, tukawa pamoja kuanzia siku ya kesho Novemba 30 mpaka Disemba 30 na na uhakika kwa uwezo wa Mungu mwaka ujao tutakuwa na Konde Boy Marathon, na kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakuwa fiti, lakini pia vile vile tutafanya michango kwa ajili ya kuwachangia wale ambao wana uhitaji. Umeona bwana, kwa hiyo hilo ndo dhumuni la hiyo marathon ambayo Harmonize ameitangaza kwamba anataka kuianzisha. Yeah, na huo ni ujumbe wa Harmonize Konde Boy ambaye ameuweka katika ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story akiwa anazungumzia suala hilo la ujio wa marathoni mnamo mwaka ujao huko. Lengo ni kuanzisha foundation, yani kama vile kukusanya funds kwa ajili ya kuchangia eh, wale ambao watu wana uhitaji, umeona bwana. Kwa hiyo huo ndo mpango ambao Harmonize amekuja nao na ameannounce kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, na bila kupotezea time, baada ya kuandika huo ujumbe ni kwamba Harmonize ameambatanisha na video. Nataka pia hapo usikilize video ya Harmonize wakati anazungumzia swala hilo.

Yeah, so hapa bwana kuna peji mbali mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiki ambacho Harmonize amekizungumza kuhusiana na mpango ambao amekuwa nao wa kuanzisha hiyo Konde Boy Marathon kwa mwaka ujao. Uh, na malengo nia ya kufanya hivyo nadhani umesikiliza hapo ameelezea kwamba nia yake ni nini. Kwa kila mtu sasa hivi nadhani atakuwa ameshapata mwanga au yuko very clear kuhusiana na idea hiyo ambayo Harmonize amekuja nayo pia vile vile peji mbali mbalimbali bwana zimekuja kuzungumzia suala hilo. Kwa mfano hapa kuna peji wamekuja wameandika kwamba Harmonize ameibuka na kampeni mpya kabisa ambayo inayochanganya mazoezi mm -hmm ya mwili, kampeni ambayo inachanganya mazoezi ya mwili pamoja na kile e, tunachoweza kukiita mguso kwa jamii, akidokeza e, aki kuhusiana na Conde Boy Marathon ni kwamba harakati ya kuhimiza afya bora na pia vile vile kusaidia watu wenye uhitaji. Na kupitia ukurasa wake wa Instagram Harmonize wa ametangaza kuwa challenge hiyo ni ya siku thelathini, inaanza tarehe 30 Novemba mpaka tarehe 30 Disemba, na itakuwa ni kwa mashabiki wake kuungana naye katika kufanya mazoezi ya kila siku kwa kujitolea na pia vilevile vile kwa kujitolea kuchangia misaada kwa waliokuwa na uhitaji maalum. Harmonize bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba, ameandika ujumbe huo na pia vilevile vile kauli hii inakuwa, inakuja ni siku moja baada ya Harmonize kutangaza kugairisha, kutoa kwa albamu ya, kugairisha kutoka kwa albamu yake ya 31 the album eh, kufuatia maandamano kufuatia, eh, ya uchaguzi wa Oktoba eh, mwezi uliopita yaliyotokea hapa Tanzania. lakini pia vile vile baada ya Harmonize kutangaza hayo bwana, moja kwa moja ni kwamba wadau mbalimbali waja hawajapendezwa sana na the way ambavyo Harmonize alivyotangaza hiyo marathon yake. Ni kama vile wameona ametangaza kiolela olela, ilitakiwa alitilie mkazo swala hilo au atumie media kubwa eh, ili kufikisha ujumbe. Lakini pia vile vile e, eh, watu walikuwa wanatarajia kwamba Harmonize huenda labda eh, angefanya jambo hilo kwa ukubwa zaidi kuliko kutangaza tu kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story na mmoja kati ya wadau hao bwana, si mwingine bali ni Mr Pimbi amejitokeza na kuelezea kwamba Harmonize amefanya kitu kikawaida sana. Idea aliyokuwa nayo ni nzuri, lakini angeitilia uzito iwapo kama angefanya press conference, kuita waandishi wa habari na kuzungumza mipango yake, dhumuni e, na malengo yake kuhusiana na hiyo project ambayo ametaka kuianzisha ya Konde Boy marathon. Kwa hiyo Mr Pimbi bwana ameweka wazi kwamba kitu ambacho amekifanya Harmonize bwana, amefanya kitu kwa udogo, ni jambo ambalo amelifanya kama vile underground artist, maana underground ndio uaga wanafanyaga vitu vya namna hiyo. Lakini kwa level ya status ambayo yuko nayo yeye Harmonize, hakupaswa kufanya au kutangaza hiyo marathoni yake kupitia Insta story tu, yaani kwa kawaida kawaida. Harmonize, kuna vitu inabidi ajifunze. Unapokuwa msanii mkubwa, unapokuwa watu wamekuamini, wamekupa nafasi kubwa mpaka ukaingia kwenye kukompiti na Dimond, wanaanza kukushindanisha na kina Diamond na kina Livani na kina Alikiba, maanayake wee ni A list. Harmonize ni A list, moja ya wasanii wakubwa hankam. Marathon, Konde Boy Marathon, unaianzisha kienyeji tu tarehe Insta story 30 ya mwezi huu. Ya, yeah, so huo ndo ujumbe wa Mr Pimbi, na hapa chini katika caption bwana akaandika kwamba Konde Boy Marathon umeileta kienyeji sana. Harmonize, wewe ni msanii mkubwa, fanya vitu vyako kwa ukubwa zaidi.